Kivuli cha Deni. Jua la alasiri lilichuja kupitia mapazia likipaka rangi ya dhahabu kwenye chumba cha David na Sofia. Harufu ya chai ya vanila ilijaza hewa, lakini tofauti na siku zingine hakukuwa na furaha ya kawaida. Uso wa Sofia ulikuwa mzito, macho yake, ambayo David aliyapenda sana, sasa yamejaa wasiwasi. David, Sofia alianza, sauti yake ikitetemeka, tunahitaji kuongea. David alijua, alihisi tangu asubuhi. Miezi kadhaa iliyopita ilikuwa migumu. Biashara yake ndogo ya kuuza vifaa vya elektroniki ilikuwa imedorora vibaya, madeni yalianza kujikusanya kama mawingu meusi, na hofu ilianza kutawala maisha yao. Alijitahidi kuficha wasiwasi wake kutoka kwa Sofia, lakini hakuweza kuficha kivuli cha deni kilichowaandama. Najua Sofia, David alisema, akijaribu kutuliza sauti yake, ninakabiliwa na matatizo, lakini nafanya kila niwezalo kurekebisha mambo. Sofia akashusha pumzi ndefu. Sio tu matatizo ya kifedha David, ni shinikizo, shinikizo la kutojua kesho kutakuwa na nini, shinikizo la kuona ndoto zetu zikiyeyuka. David alimtazama, moyo wake ukiminya. Alielewa walikuwa wamepanga mengi: ndoa, watoto, nyumba yao wenyewe. Sasa yote yalionekana kama moshi. Ninaogopa David, Sofia aliendelea, machozi yakianza kumtoka. Ninaogopa kuendelea hivi, sikuweza, siwezi kuishi maisha ya wasiwasi -wasi huu wa kudumu. Kimya kilitawala chumbani, kikiwa kizito kama risasi. David alihisi dunia ikimwangukia, hakuwa na maneno ya kumfariji wala ahadi za uongo. alijua kwamba alikuwa amemwangusha. Ntaelewa, David, hatimaye alisema, sauti yake ikiwa imetota. ikiwa huwezi kuendelea, ntaelewa. Sofia alimwangalia kwa muda mrefu, machozi yakimtiririka mashavuni. Ninahitaji utulivu, David, ninahitaji uhakika, na kwa sasa siwezi kuupata na wewe. Maneno yalikuwa makali lakini ya kweli. David alijua kuwa upendo peke yake hautoshi wakati deni linakutafuna Sofia. Alisimama, akamkaribia David, akamshika mkono kwa upole, kisha akauachia. ni kwa heri, David alisema, sauti yake ikiwa ile tota kwa hisia. ninatumai utapata njia yako. Na kisha akaondoka. Mlango ulifungwa kwa upole Ukimwacha David peke yake kwenye kivuli cha jua kilichozama na kivuli kikubwa zaidi cha deni na upweke. Alinyoosha mkono wake akishika hewa tupu ambapo Sofia alikuwa ameketi. Alihisi uchungu mkali, uchungu wa kumpoteza mwanamke aliyempenda zaidi ya chochote kwa sababu tu ya matatizo ya kifedha. Ilikuwa somo chungu kwamba hata upendo unaweza kushindwa na mizigo ya maisha. David alijua kwamba ilibidi akabiliane na hali yake. Hakuwa na chaguo lingine. Kwanza kabisa ilibidi apone kutokana na pigo hili kisha apange upya maisha yake. Alijua safari itakuwa ndefu na yenye maumivu lakini aliamua kufanya hivyo kwa ajili yake na labda siku moja kwa ajili ya Sofia.